Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliff Odit. Taarifa yetu kuu usiku huu, hofu nchini Guinea Bissau baada ya milio ya risasi kusikika karibu na ikulu ya rais, huku kukiwa na ripoti kwamba rais Umaro Sisoko Embalo amekamatwa. Tuanzie nchini Guinea-Bissau ambapo kundi la maafisa wa jeshi wanasema kwamba wametoa udhibiti wa taifa hilo huku kukiwa na ripoti kwamba rais Umaro Sisoko Embalo amekamatwa. Haya ametokea siku tatu tu baada ya uchaguzi mkuu wa taifa hilo. Picha hizi unazoziona sasa ni za kutoka mji mkuu Bissau saa chache tu zilizopita, ambapo raia walikuwa wanakimbia huku na huku, wakati milio ya risasi ikisikika ikilia katika ikulu ya rais na afisi ya tume za uchaguzi. Rais Embalo aliwania muhula wa pili katika uchaguzi huo wa siku ya Jumapili. Rais huyo mwenye umri wa miaka 53 aliingia madarakani mwaka 2020 baada ya uchaguzi uliokumbwa na utata. Kufuatia uchaguzi huo yeye na mpinzani mkuu Fernando Dias wamedai wote ushindi. Wanajeshi walitoa tangazo hili kupitia taarifa waliosoma katika makao makuu ya jeshi huko Bisau. Uongozi wa juu wa jeshi wenye jukumu la kudumisha amani ya kitaifa na utulivu umeamua kumwondoa madarakani mara moja rais wa jamhuri na kuzifunga taasisi zote za serikali ya Guinea Bissau kuanzia sasa. A Republica da Guine Bissau. Sasa ili kufahamu zaidi tuungane na mwandishi wa BBC Richard Kagoe ambaye amekuwa amba akifuatilia taarifa hiyo kwa ukaribu. A, Kagoe tueleze tu, tunafahamu nini kufikia sasa kuhusu hali huko Guinea Bissau? A, kwa sasa tunajua kwamba Rais a, a, Sisoko amesema kwamba ametolewa madarakani, amezungumza na wanahabari kutoka nchi ya Ufaransa kusema kwamba sasa jeshi imechukua sukani hatujui uh, kwa sasa mahali alipo, lakini ni kwamba tunajua kwamba uh, uh, jeshi uh, imechukua mamlaka kwa sasa. Imesema kwamba inataka kutatua kuna, kuna issues tofauti pale Uh, kabla waweze kurudisha uh, demokrasia. Uh, kuna hali ya hofu kwa sasa kwa sababu matokeo ya uchaguzi ilikuwa inafaa tangazwe kesho, na wengi sana walikuwa wakitarajia kujua pengine uh, vile uchaguzi ilivyoenda ilivyofanyika uh, Jumapili. Uh, tumesikia ule alikuwa ni mpinzani um, wake akisema uh, kwamba uh, jeshi isiweze kujihusisha uh, na shughuli ya, ya kuweza uh, ku, uh, kuongoza nchi. Kwa hiyo sasa kuna hofu sana, hata ukisikiliza wale uh, watu wanaoishi uh, katika mji wa Bisau uh, wengi sana wako na hofu. Wengi wamejifungia nyumbani uh, hawajaweza kutoka kwa sababu hawajui vile itakavyokuwa, kwa sababu wanajeshi uh, sasa wamesimama katika barabara kuu uh, mji ni Bisau A, kagoe uchaguzi ulifanyika siku ya Jumapili. Matokeo yalikuwa bado hayajatangazwa ya. Je, tunajua kama bado yatatangazwa kesho au tume ya uchaguzi imesema lolote? Uh, timu la uchaguzi ilikuwa imesema kwamba watatangaza kesho, lakini kwa sasa jeshi imesema kwamba wameweza kuhairisha ama shughuli ya uchaguzi. Kwa hiyo kwa sasa kuna, kwa sasa kuna inaonekana kwamba vile wamesema uh, uchaguzi matokeo yake itaweza uh, uh, uh, kutangazwa kesho na haijulikani kamwe uh, wakati itakapofanyika uh, kwa sasa hiyo ndio vile situation iko katika mji wa Bissau na Guinea Bissau kwa jumla. Je, upinzani umesema lolote kuhusu hali ambayo imetokea leo ambayo imeongozwa na jeshi? Hapo awali wakati kwamba ilikuwa inasemekana ni kama Uh, Rais Sisoko Embalo alikuwa ameshikwa na wanajeshi. Uh, ule mpinzani wake uh, Fernando Dias alikuwa ameelezea na akasema jeshi kwamba isijihusishe na isiezi, isikuje kusambaratisha uh, shughuli ya uchaguzi uh, kwa sababu ni haki ya wananchi waliopiga kura Jumapili waweze kuweza kuwa na pengine uh, ile nguvu ya kuweza kusema kwamba vile wanataka nchi yao izidi ikiongozwa. So kwa hiyo inaonekana uh, vile pengine ule ushauri wao haukusikika na wanajeshi wale, kwamba sasa wameweza kumtoa ama kumng'atua mamlakani. Na Mkagoe, je, tunafahamu chochote kuhusu vikosi vya jeshi ambavyo vimehusika katika hatua hii, na uh, ni nani anayewaongoza? Ni jenerali mmoja, ule alikuwa katika kikosi uh, kinaitwa Presidential Military Force. Uh, ndio anaongoza, hiyo ndiye ndo alikuwa akitoa hata ile uh, matangazo uh, kumekuwa kwamba na ripoti kuna mgawanyiko kati ya wale wanajeshi wale pengine wanaunga mkono a, a, Rais Sisoko, na wale pengine walikuwa wakisikika pengine ni kama hawakuwa wanaridhishwa sana na uongozi wake. So inaonekana ni kama kulikuwa na mgawanyiko, lakini sasa kuna mrengo tu fulani unaongozwa na generali ule alikuwa katika a, ofisi ya Rais Sisoko, huyo sasa ndio sasa amekuwa akiongoza. Ni kama kuna mirengo miwili kwa sasa. Shukran sana Richard Kagoe kwa tathmini hiyo ya kina. Mahojiano hayo na mwandishi wa BBC Richard Kagoe ndio anayohitimisha taarifa yetu kuu usiku huu. Turejee barani Afrika. Bunge la Ulaya linatarajiwa kujadili ukiukaji wa haki za kibinadamu nchini Tanzania mauaji ya baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 pamoja na kuendelea kuzuiliwa kwa kiongozi wa upinzani Tundu Lissu. Ubalozi wa taifa la Tanzania uliopo Belgiji umetaka bunge hilo litoe nafasi kwa Tanzania kueleza upande wake. Aidha, ubalozi huo umesema kujadili hoja hiyo bila kuipa Tanzania nafasi ya kujibu madai dhidi yake ni sawa na kukiuka kanuni za kimataifa. Pendekezo lililo mbele ya bunge hilo linataka tume ya bara Ulaya kusitisha mara moja misaada ya moja kwa moja kwa serikali ya Tanzania kutoa msaada kwa mashirika ya kutetea haki za kibinadamu na wanahabari, na pia linapendekeza vikwazo dhidi ya watu waliohusika katika ukiukaji wa haki za kibinadamu nchini Tanzania. Sasa wakati hayo ya kijiri, Tanzania imefuta mashtaka dhidi ya watu 607 waliokamatwa wakati wa msako wa baada ya uchaguzi wa mwezi Oktoba, wengi wakishtakiwa kwa uhaini kufuatia maandamano mabaya. Katika taarifa ya video, waziri wa masuala ya sheria Juma Homera amesema watu 245 kote nchini walikamatwa na kushtakiwa kuhusiana na machafuko hayo. Homera amesema zaidi ya watu 1400 bado wanaendelea kushikiliwa huku kesi zao zikipitiwa na mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP. Uamuzi wa kuondoa mashtaka unafuatia agizo lililotolewa na Rais Samia Suluhu Hassan wakati wa ufunguzi wa bunge Novemba 14 ikimwagiza e DPP na vyombo vya usalama kupitia kesi hizo na kuwaachilia wale ambao hawakuwa katikati ya ghasia za baada ya uchaguzi. Uhaini una adhabu ya kifo nchini Tanzania. Tugeokie taarifa nyingine sasa. Kremlin imethibitisha kwamba serikali ya Moscow imepokea marekebisho ya mpango wa amani wa kumaliza mapigano kati ya Urusi na Ukraine. Afisa mmoja amesema baadhi ya vipengele, baadhi ya vipengele vinaweza kuonekana kama dalili njema na vitajadiliwa na mjumbe wa rais Trump, Steve Witkoff huko Moscow wiki ijayo. Rais wa Marekani amemtetea balozi wake baada ya video iliyovuja ikimuonesha Witkoff akimfunza afisa mmoja wa Urusi jinsi ya kuwa upande mzuri wa Trump hata hivyo Trump amekitaja kitendo hicho kama mbinu tu ya kawaida ya mazungumzo. Kremlin ilielezea uvujaji huo kama jaribio la kuzuia mazungumzo. Rais Donald Trump amesema rasimu ya mpango wa awali yenye vipengele 28 iliyokosolewa na washirika wa Uropa wa Ukraine kuwa inaipendelea Urusi imerekebishwa vyema na kuwa na maoni ya ziada kutoka pande zote mbili. Tuna mazungumzo mazuri, tunafanya mazungumzo na Urusi. Ukraine inafanya vizuri nafikiri wana furaha kubwa kuhusu hilo. Wangependa kuona vita vikiisha. Hatutajua mengi kwa muda kidogo, lakini tunapiga hatua. Wakati huo huo, nchini Ukraine, maafisa wanasema ndege zisizo na rubani za Urusi zimeshambulia mji wa Zaporizhia jana usiku na kuwajeruhi takriban watu kumi na nane. Jiji hilo liko karibu na mstari wa mbele wa vita na suala la makubaliano ya eneo ni mojawapo ya vikwazo vya makubaliano yoyote yale. Urusi inataka eneo lote la Donbasi la Ukraine, ambalo inadhibiti sehemu kadhaa humo, lakini Ukraine inakataa kukabidhi ardhi hiyo, ambayo bado inaitetea. Mwanahabari wa BBC Steve Rosenberg ana zaidi kuhusu mtazamo wa Moscow. Taarifa yake inawasilishwa na Peter Mwangangi. Baada ya takriban miaka minne ya vita, ni nini kinafuata? Urusi itafuata njia ipi sasa? Je, iko tayari kupata amani au itaendelea na vita? Kunao mpango wa amani unaosimamiwa na rais wa Marekani Donald Trump. Raia wa Urusi wanaambiwa nini kuhusu mpango huo? Ukitazama televisheni ya serikali, utasikia kwamba Urusi ina mengi ya kufaidika kutokana na pendekezo la Marekani la amani. Pia utasikia kwamba viongozi wa Uropa wanajaribu kuangusha mpango huo. Lakini unapozungumza na viongozi wa Urusi, hawataki kuzungumza kwa undani kuhusu vipengele vya pendekezo hilo la amani. Lakini waziri wa mambo ya nje Sergei Lavrov alikuwa tayari, namuuliza perigavuri... maoni yake kuhusu ripoti ya mazungumzo ambayo hayakutarajiwa huko Abu Dhabi jana, kati ya Urusi na Marekani. hangeweza kuzungumza Lavrov anasema kwamba wanazo njia za mawasiliano ingawa wanapendelea diplomasia badala ya mazungumzo yasiyo na malengo yanayojaribu kudhoofisha mipango yoyote mizuri. Kwa hivyo huna thibitisho kuhusu Abu Dhabi? Nimekujibu, anasema hakuna taarifa nyingi zinazotoka Mosco kuhusu mazungumzo na pendekezo la amani kuna vidokezo kadhaa kwamba ikiwa Ukraine haitakubali pendekezo hilo Urusi itaendelea na vita, lakini Urusi pia iko chini ya shinikizo. Kwa miaka minne, imekumbwa na majeraha mengi huko vitani na changamoto za uchumi zinaongezeka. Ukizungumza na raia wa Urusi barabarani utagundua kwamba wengi wanataka vita viishe hivi karibuni. Juliana <totit> amesema kwamba mazungumzo ya amani <totit> yanawapa matumaini na kwamba wamekuwa wakitaka amani kwa muda mrefu. Watu wanauawa katika nchi zote mbili, anasema, lakini ni Urusi ambayo ilivamia Ukraine, na kinachofuata baada ya hapa hakijulikani. Sio wakati wote ambapo mazungumzo ya amani hufanikiwa katika kukomesha vita. Matangazo haya yanapeperushwa na Star TV Tanzania, K24 TV nchini Kenya, Wanluo TV Uganda, pamoja na ukurasa wa Facebook na YouTube wa BBC Swahili. Pia ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hiyo unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi. Mtandao wetu ni BBCcom mkwaju Swahili. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tutakaporejea, rais wa Nigeria Bola Tinubu atangaza hali ya dharura ya kiusalama nchini kote kutokana na kukithiri kwa visa vya utekaji nyara. Karibu tena. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, mimi ni Roncliff Odit. Tuelekee nchini Nigeria sasa, ambapo Rais Bola Ahmed Tinubu ametangaza hali ya dharura ya kiusalama nchini kote kutokana na kukithiri kwa visa vya utekaji nyara, akiitaka aki jeshi na polisi kuwaajiri maafisa zaidi. Haya yanajiri wakati kukiwa na mkanganyiko kuhusu idadi kamili ya wanafunzi waliotekwa nyara wiki iliyopita kutoka shule moja ya kikatoliki katika jimbo la Neja. Gavana wa jimbo hilo Umar Bago ameambia BBC kwamba ni wazazi kumi na nne pekee ambao hadi sasa wameripoti watoto wao kupotea, ingawa idadi hiyo inaweza kuongezeka, kwani baadhi ya familia zinaishi mbali na shule hiyo. Ripoti za awali zilidokeza kuwa zaidi ya watu 300 walikamatwa na kutekwa na watu wenye silaha wakiwa kwenye pikipiki siku ya Ijumaa lakini takriban watoto sitini sasa wameokolewa ikiwa ni pamoja na kumi na moja waliorejea jana usiku. Gavana Bago pia amekosoa viongozi wa shule hiyo ya Kikatoliki kwa kutokuwa na rekodi sahihi na pia kufungua shule hiyo bila idhini licha ya tahadhari za kiusalama. Huyo hapa mwandishi wa BBC Afrika Magharibi, Mayeni Jones, na maelezo zaidi. Inaonekana kumeibuka malumbano kati ya uongozi wa eneo hilo na shule hiyo. Mwanzoni mwa wiki, shule hiyo ilitoa orodha ndefu ya wanafunzi ambao wamesema bado hawajapatikana, na wakapeana majina yao ya kwanza na ya pili pamoja na madarasa yao wanasitiza kuwa idadi ya wanafunzi wanaosema bado hawajapatikana ambayo ni takriban wanafunzi 265, ni sahihi, lakini gavana wa jimbo la Niger anasema kwamba anaamini idadi ya watoto waliochukuliwa ni ndogo mno, japo hajatoa ushahidi kwa madai yake. Pia anasema wamefanikiwa kuwaokoa watoto 11 ingawa hajatoa maelezo ya wa jinsi walivyookolewa na walipo sasa. Ukweli ni kwamba watoto bado hawajapatikana kutoka shule ya kikatoliki ya St Mary's huko Papiri, katika jimbo la Niger. Shughuli ya kuwatafuta inaendelea, tena sio maelezo mengi yanayotolewa kuhusu operesheni hiyo ya uokoaji. Hatuna uhakika ni kwa kiasi gani wako karibu kupata watoto hao, lakini mamlaka zinasema haziachi lolote. Sasa magenge yenye silaha mara kwa mara huwateka nyara watoto wa shule nchini Nigeria ili kudai fidia. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuchukua hatua za kijeshi ikiwa Nigeria itashindwa kukabiliana na kile alichodai ni unyanyasaji mbaya wa Wakristo. Sasa rais wa Nigeria Bola Tinubu anasema polisi elfu thelathini zaidi wataajiriwa ili kusaidia kupambana na magenge hayo yenye silaha. tutawekeza zaidi katika maafisa wetu wa usalama na hii ni zaidi tu ya kuongeza idadi. Tutatoa mafunzo bora, vifaa na malipo bora zaidi. Tutalinda taifa dhidi ya ugaidi na aina zote za uhalifu unaotisha amani na utulivu wa nchi yetu. Tusalie huko afrika magharibi. BBC imezungumza na wakimbizi wa Mali ambao wametoa ushuhuda wa kutisha kuhusu madai ya uhalifu wa kivita unaodaiwa kufanywa na kundi la Wagner la Urusi nchini Mali. Simulizi za kusikitisha za mashuhuda hao zinadai kwamba raia waliteswa kikatili na kuuawa katika kambi za kijeshi zilizoko katikati mwa Mali. Mwanahabari wa BBC Thomas Nadi alizungumza na manusura ambao wanatafuta hifadhi mashariki mwa Mauritania. Taarifa hii yenye picha za kuhuzunisha inawasilishwa na Bosha Nyanje. Tukufahamishe tu kwamba majina ya waathiriwa yamebadilishwa ili kuwahakikishia usalama wao. Bintu anatafuta hifadhi na maisha mapya katika kambi ya wakimbizi ya Mbera mashariki mwa Mauritania. Mume wake alifariki mwaka jana kutokana na ukatili unaodaiwa kufanywa na wanamgambo wa Urusi. Sasa akiwa mama wa watoto watano, maisha yake ya baadaye yapo hatiani. After... nani atawatunza watoto wangu? Ni nani atakayenitunza mimi? Nikisikia jina la Wagner, na shtuka, nahisi hofu. Nalichukia neno Wagner wa kwa sababu wameniletea huzuni. Wapiganaji wa Wagner walipelekwa Mali mwaka 2021 kusaidia utawala wa kijeshi kupambana na wanajihadi na waasi wanaotaka kujitenga, lakini shirika la kutetea haki za binadamu Human limewatuhumu kwa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu kutokana na mbinu zao za ukatili. Kambi ya Mbera ni makazi ya zaidi ya wakimbizi laki moja kutoka Mali, wengi wao wakiwa wanawake na watoto. to enforced... kuanzia mateso hadi kukamatwa kwa nguvu. Wakimbizi hawa wamezungumzia simulizi zao za kutisha. Baadhi yao wameathirika kiasi kwamba wanaogopa mno kurejea Mali wakitaja ukatili unaodaiwa kufanywa na wanamgambo wa Urusi, wale waliokuja kuwalinda. Ahmed alikuwa muuza duka katika eneo la Nampala katikati mwa Mali. Inasemekana alikamatwa na kundi la Wagner akiwa ndani ya duka lake walikuwa wanamtafuta mmiliki wa duka ambaye alikimbilia Bamako. Walikuwa wanamtuhumu kwa kushirikiana na majihadi. Ahmed alikamatwa akiwa pamoja na mwanafunzi na mzee mmoja. They took us to a military... walituchukua na kutupeleka kwenye kambi ya kijeshi. Kamanda aliyeitwa Hamza alitoka nje na kuninyooshea kidole, kisha akamgeukia mwanajeshi wa Wagner na kumwashiria anikate kichwa. Akamnyooshea yule mwanafunzi na kumgeukia mwanamgambo mwingine wa Wagner, akamwashiria amkate kichwa mwanafunzi, wakatuchukua na kutuweka kwenye banda. They took us to a hangar. Kambi hii ya mali iliyopo karibu na kijiji cha Nampala pia ni makazi ya wa wanamgambo wa Urusi. Inadaiwa kuwa ukatili mwingi ikiwa pamoja na mateso na mauaji yalifanyika hapa ndani ya banda. Waliwaleta wanaume wawili na kuwakata vichwa mbele yangu. Mmoja alikuwa akiwashikilia wale wanaume, na yule mwingine aitwaye Andre aliwakandamiza kichwani na goti lake ardhini, kisha akatoa kisu na kumkata kichwa. Wakaleta maiti karibu nami ili kunusa damu mbichi, kisha wakasema usipotuambia mahali alipo mmiliki wa duka utakutana na hatma kama hii. Hussein pia alikuwa mmoja wa waathirika. Yeye na wengine wawili walikamatwa wana na wanamgambo wa Wagner na kupelekwa katika kambi hii ya kijeshi iliyoko Lere, katikati mwa Mali. Aliniambia walifungwa ndani ya kontena la chuma la usafirishaji lisilokuwa na mfumo wowote wa, wa kuingiza hewa. They us into an walituburuza office. Hadi ndani ya ofisi na kutupiga sana hadi tukazimia. Nilipoamka, mikono yangu ilikuwa imefungwa pamoja na mikono rafiki yangu. Walileta pikipiki karibu na uso wangu wakapuliza injini kwa spidi kali na kutupulizia moshi ndani ya pua yangu ili niamke ya kabisa. Walifanya hivyo hivyo kwa rafiki yangu, lakini hakujibu. Ndipo walipogundua kuwa alikuwa amefariki. Maelfu ya wakimbizi wa Mali wanaendelea kuvuka mpaka na kuingia nchi jirani ya Mauritania. Army and kambi za kijeshi za Mali na wanamgambo wa Urusi zipo kilomita chache tu katika upande wa pili wa mpaka, na kadri vurugu zinavyoongezeka ndivyo maelfu ya watu wanavyokimbia ili kuokoa maisha yao. UNHCR inasema imekusanya ushahidi wa ukatili uliotekelezwa na makundi mbalimbali ya silaha nchini Mali ikiwemo kundi la Wagner na wanawapa wakimbizi msaada wa kisaikolojia na wa kisheria, kwani wengi wanataka haki itendeke. Wengi wao wanakuja wakiwa wamepitia ukatili wa kutisha, wakiwa kwenye vituo vya ukaguzi barabarani au majumbani mwao. Baadhi yao wamekuwa waadhiriwa wa kulengwa moja kwa moja, wengine wakiwa katika vijiji vyao na sehemu nyingine ambapo mapigano yapo karibu sana. Wagner ilikamilisha shughuli zake nchini Mali mwezi Juni mwaka huu lakini wanajeshi wengi bado ni sehemu ya kundi la wapiganaji la Africa Corps ambalo sasa lipo chini ya udhibiti wa Wizara ya Ulinzi ya Urusi. BBC imewasiliana na Wizara ya Ulinzi ya Urusi pamoja na Mali kwa maoni lakini bado hazijajibu chochote. Kadri mgogoro wa usalama nchini Mali unavyozidi kuongezeka, ndivyo waathirika kama Bintu Ahmed na Hussein wanavyoendelea kushikilia matumaini dhaifu kwamba siku moja haki itatendeka na mateso yao yatazaa matunda mazuri. Hii ni Dira ya Dunia kutoka Idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tukaporejea tunaangazia filamu mpya yenye picha za kipekee za kifaru mweusi akijifungua wakati wa kuwahamisha wanyama hao ili kuwalinda dhidi ya uwindaji haramu nchini Kenya. Karibu tena. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliff Odit. Sasa filamu mpya inayoonyesha kuhamishwa kwa vifaru weusi 21 ili kuwaokoa kutoka kwa wawindaji haramu nchini Kenya itaanza rasmi kuonyeshwa katika sinema Ijumaa wiki hii. Miongoni mwa picha za kipekee kwa mara ya kwanza kabisa zitakuwa zile zinazoonyesha wanyama hao ambao wako katika hatari ya kutoweka, mmoja wao akijifungua akiwa porini. Ifuatayo ni taarifa ya Helena Wilkinson ikiwasilishwa na Hamida Abubakar. Vifaru not... siyo ishara ya kutoweka, ila ni ishara ya matumaini. Makala hii maalum inafuatia taarifa ya kuhamishwa kwa vifaru weusi 21 kaskazini mwa Kenya. Ni wanyama walio katika hatari ya kutoweka ambao wako katika tishio la wawindaji haramu mkurugenzi wa filamu walifanya kazi kwa pamoja na kundi la walinzi wa mbuga za wanyama kwa takriban miaka minne. Idadi yao inapoongezeka kushinda makazi yao, inabidi kutafutwa makazi mengine, ili kuwahamisha sehemu za karibu na mbuga. Ambapo wapo kwa sasa, bado zina changamoto za mifugo, ujambazi na uhalifu wa kupangwa. Kwa hiyo huwezi kufungua uzio na kuachilia, kwa sababu uendaji haramu utazidi. Kwa hiyo lazima wahamishie kwa eneo jipya kabisa. Wanyama hawa ni hatari kwa rekodi, sababu wana nguvu. Kufuatia hilo, maisha yao ya porini hayajaangaziwa vilivyo, ikiwemo kujifungua kwao, na hii ni filamu ya kwanza inayoangazia hilo. Kundi la walinzi wa mbuga za wanyama lilifuatilia vifaru watatu wajawazito kwa siku kadhaa, kisha ukafika wakati huu wa kihistoria. Watu walioandaa filamu hii wanaamini ni filamu ya kwanza kuonyesha kifaru mweusi akijifungua wa porini. Watayarishaji wa filamu hii wana matumaini kwamba kwa kurekodi tukio hili la maana kujifungua kwa kifaru mweusi porini, wataleta ufahamu bora wa jinsi ya kushughulikia wanyama hawa walio hatarini katika siku za usoni. Na kwa filamu hiyo hatuna cha ziada. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo haya Hamida Abubakar, mimi naitwa Ron Cliff Odit, uwe na usiku usiokuwa na usumbufu wa mbu.